Utajuaje mwenza wako kama ni amekomaa kiakili? Iko maana ukomavu au la, au na dili na mtu wa aina gani katika ndoa yako? Ukitaka kujua mwenza wako amekomaa, ni pamoja na mfumo mzima wa maisha ya ndoa ambao mtakao mnaishi, pia ikiwa ni pamoja na kukaa na kuzungumza na kutatua jambo katika hali ya usiri, katika hali ya kuchangia mada katika hicho ambacho unahisi kwamba ungepata mshauri mwingine. Mwanamke au mwanaume anaposimama katika nafasi yake ya kuweza kutatua jambo kushauriana kuelekezana, inaweza kupa, kupa tafsiri ya ukomavu. Ukomavu ni pamoja na kuleta majibu ya jawabu ya, ya kitu ambacho kimeshindikana kutatuliwa mwisho. Akili zako zinapoishia ndipo akili zingine zinapoanzia, kwa maana ya kwamba mwenzako anaongeza nini katika hicho ambacho unazungumza. Inaweza kuwa sio fedha, inaweza kuwa sio mali, lakini ikawa ni wazo zuri ambalo limekusogeza mahali. Kwa hiyo niseme tu kwamba ukomavu wa mwanamke au mwanaume unaweza kujulikana pale tu ambapo mnakaa na kujadili na kutatua jambo. Hii yote inakuletea tafsiri kwamba mwenza wako amekuwa tushee. Kusikia neno linasema hata wajinga wanazeeka, ni kweli. Werevu wa mtu na hekima ya mtu inaweza kupa tafsiri ya majibu sahihi, hasa pale ambapo unajiuliza maswali ambayo huna majibu, lakini mwenzako anakupa tafsiri nzuri na kuweza kutuliza hiyo changamoto. Huo ndio ukomavu wa akili.